Hello guys, leo napenda kuonyesha jinsi ya kuongeza au kupunguza font saizi ya kwenye simu yako. Kwa mtu mwingine anaweza akalalamika haya maandishi madogo sana sioni, au maandishi nataka niyakuze yawe makubwa au yawe ya size ya kati. Kwa hiyo nakuonyesha trick hii ya jinsi ya kuongeza, kupunguza, kuweka size ya kati. Ni simple sana ndani ya dakika moja. Kwa hiyo naomba ufuate hizi step unazofanya. Utafungua menyu yako kwenye simu, utaenda kwenye setting Ukishaenda, Ukisha Ukisha kwenye setting, utashuka kwenye sehemu ambayo imeandikwa display and brightness, uta iselect moja kwa moja mpaka kwenye sehemu ambayo imeandikwa font size, yanapongezeka. Kwa hiyo ndio jinsi utakavyoongeza maandishi yako kwa wewe unavyotakaoamua na option yako utakaoitaka. Kama mimi hapa, nitaika large, very large, kwa maandishi yangu atakuwa hivyo. Kwa hiyo nitakuwa tayari sitopata tabu katika kusoma message ya kuingia sehemu yote. Asante kwa kunisikiliza. Naomba ufollow na kulike account yangu ya Youngrich TV kwa many tricks za kwenye simu.